Zikiwa zimesalia siku za kuhesabu tu rais William Ruto kutua rasmi katika eneo la mlima Kenya, wandani wake wako mbioni kuhakikisha ziara hiyo imefana. Naibu wa rais Kithure Kindiki hii leo akizuru kaunti za Tharaka Nithi, Muranga na Kiambu. Next week, Mungu akitujalia rais wa Kenya anakuja hapa Murang'a, si namna hii naaja kuja mkutano ya siasa, amekuja kufungua masoko yetu yale yamekamilika, mambo ya stima, mambo ya barabara zetu na irrigation ambazo ziko huku irrigation project. Naibu wa rais alikagua baadhi ya miradi ya maendeleo inayotarajiwa kuzinduliwa na rais wiki ijayo huku wakiwahakikishia wenyeji serikali na fedha za kutosha kukamilisha miradi iliyokwama. Kasi ya serikali sio kuweka mambo ya siasa mbele, kasi ya kuweka siasa mbele ni kasi ya upinzani. Katika akaunti ya Tharaka Nithi yalikagua ujenzi wa barabara ya kilomita 30 ya Kifugwa Itongororo ishara, ujenzi wa soko la Gekoe katika eneo bunge la Mathioya kaunti ya Murang'a na mradi wa nyumba za bei nafuu katika eneo bunge la Limuru kaunti ya Kiambu. Vile tumeendelea na hii mjengo, tumeendelea na barabara zetu ikiwemo barabara ya Maumau ambayo sasa imerejelewa, kontrakta amerudishwa Pesa imepatikana ile ilikuwa imepotea. Kwa hivyo tunataka tuseme ya kwamba pia rais atembee hapa. Kadhalika, Kindiki ameendelea kuhubiri kuungana kwa eneo la Mlima Kenya na kuwasihi kujiepusha na siasa za mgawanyiko, kauli iliyoungwa mkono na wandani wake. Tumesikizana ya kwamba kwa sasa tuachane na migawanyiko baina yetu, kama jamii tushikamane, tuwe kitu kimoja kama jamii. Wakati haya ya kijiri, waziri wa michezo Salim Mvurya alikuwa katika kaunti ya Nyeri kukagua ujenzi wa uwanja wa michezo wa Rorengo ambao umekuwa umekwama kwa miaka minane, akisema ujenzi utangua nanga rasmi. Huku muda ukiendelea kuyoyoma, rais pamoja na wandani wake wako mbioni kupasha misuli moto kuukwea mlima ambao kwa sasa unatajwa kuwa telezi kwa serikali ya Kenya kwanza hasa kufuatia kubanduliwa kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Edwin Mbogwa, K24, saa moja.